Rai yangu pamoja na kwamba hapa kuna mada ambazo zitazungumzwa, sisi wote ni wazazi sisi, sisi wote ni walezi wa wanafunzi, tuwe na mori na nia ya kuatia moyo watoto wa kike kupenda masomo ya sayansi, na hii ni kutokana na hali halisi ya wilaya yetu, jinsi ilivyo, jamii ilivyo, tunaweza tukaona wengi ni wafugaji, wengi ni wakulima, wengi ni wawindaji, na hawana mwamko mkubwa sana kuhusu elimu, hasa kwa watoto wa kike mm -hmm. Wana imani potofu kwamba mtoto wa kike yuko pale kwa ajili ya kuolewa, kwa ajili ya kuzaa, kwa ajili ya kulea watoto na kwa ajili ya kuwa source of income, bride price, mzazi aweze kupata mahari. Na kwa hali hii unakuta hali ya watoto wa kike sio nzuri. Katika leo wa Sikonge, wanao drop out ni kubwa sana, wanaobeba mimba utotoni ni kubwa sana Tuungane pamoja kupambana na hii hali. Mwisho wa siku tuwapate wanafunzi wa kike ambao watakuwa ni wanasayansi wazuri ambao pia watajenga familia zao watasaidia wazazi wao na taifa litasonga mbele. Hii mada itoke hapa iende kwenye ngazi ya shule, tukae na wale wanafunzi wa kike tuwaulize changamoto zao kwenye ufaulu wa masomo ya sayansi ni zipi. Kama mnavyoona, mabadiliko ya tabianchi pia yameathiri watoto Si mnaona sasa hivi ukuaji watoto wanakuwa, wanakuwa wadogo sio, wanakuwa haraka, yani ni wadogo e, waliomaliza darasa ya saba sasa hivi ni watoto wadogo, lakini zamani mimi nilipomaliza darasa la saba nilikuwa na uwezo wa kuolewa, lakini sasa hivi ni wadogo. Kwa hiyo ni moja ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hawa watoto wadogo tuwafundishe, hawa watoto wa kike, tunategemea nini kwao? Mtoto ametoka nyumbani, yeye anachojua kwamba yeye ni mke, yeye ni mama, kazi yake ni kulea watoto lakini akifika shule tumwambie, unaweza ukasoma na unaweza ukalea watoto. Haya mabadiliko inchi ya tabia nchi yakasisitizwe kwenye jamii na hasa shuleni na hasa kwenye masomo ya sayansi. Tuna imani kwamba watoto wa kiume ndio wanaweza kusoma masomo ya sayansi, lakini sasa hivi tufanye mabadiliko, watoto wa kike ndio wawe na uwezo wa kusoma masomo ya sayansi kama wazazi, kama wenye viti wa bodi za shule, maafisa elimu kata, maafisa kilimo, tusaidie kwenda kuisambaza hii elimu kwenye jamii, ili waweze kuhamasika na kuwaruhusu watoto wa kike waweze kupenda na kuyasoma masomo ya sayansi.